Mheshimiwa Spika, nataka nizungumze kidogo kwa upole hapa, najua katiba inaruhusu, sio dhambi, na mheshimiwa Rais alitangaza juzi kwamba watumishi wote wanaotaka kuingia bungeni wamwandikie barua e, nimeona kamsururu kidogo ni karefu, wengi wamemwandikia waziri wa TAMISEMI na mawaziri wengine. Hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja kubungeni lakini mheshimiwa Spika, nilikuwa nataka kushauri, hii nyumba ni nyumba kidogo ya watu wanatakiwa tuwe wasafi, sio kichaka cha watu kujificha. Niombe mheshimiwa, mheshimiwa Msukuma, naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi? Lakini waheshimiwa wabunge wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea mtamwona, mheshimiwa Msukuma atawaj intelijensia inakuwa na baadhi ya watu sio kwa wote. Nakushukuru mheshimiwa, nilikuwa na shauri Mheshimiwa Mchengerwa, wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa tunawakaribisha, na ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea, ni kuombe mheshimiwa waziri na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi Yaani, naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia, tunaweka kushoto, na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga, hawezi kuitwa. Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge, peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku. Hawezi kukwapua huku tena wakaje kugombea ubunge, haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na mheshimiwa waziri Kabla hujawaruhusu kuja kugombea, wawe na barua zinatuonyesha hao wa watu ni wasafi. Na mimi mheshimiwa spika, bahati moja nzuri mimi kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi, wa kwanza kwenda ofisini kwake, huwa ni kwa mimi, namuuliza nipe plani yako ya baadaye, unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi. Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustafu, hakuna anayesumbua watu kwenye ubunge, kwa sababu najua mimi kahalimashauri kangu nikachanga, ukianza ukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote, naomba hizi barua special audit zitembee, ili tupate watu wasafi viongozi.